na atadsia. Na asili yake ni kitu kukizamisha, kama kwamba mwanadamu ameizamisha nafsi yake katika uchafu. Huyu amekula hasara. Dhambi, kufru, unafiq ni mithili ya karo chafu yenye vinyesi inayotoa harufu mbaya. Karo ndugu zangu ni sababu za kipindupindu, vinyesi vikitapakaa mitaani, nzi wakaenea, hatari kubwa ya afya kwa hiyo mwanadamu akichukua nafsi yake akaitia katika kitendo cha kaumu Lut, cha zina, cha kusengenya, cha kutazama machafu filamu za uovu na madhambi mengineyo, dassa nafsahu fi sharri zubala, kaizamisha nafsi yake katika taka zilizokuwa chafu zaidi. Na yule ambaye atakaitia katika i'tikaf, katika siyam ndani ya maisha yake akaitia katika salawat

walifunga na sisi Ramadhani iliyopita. Hivi sasa hivi sasa wamo ndani ya mwana ndani wanatamani hizi sekunde ghali zenye thamani nilizonazo mena we. Lakini sisi nyingi tunazitupa kwa ajili ya alqilu walqal, imesemwa na fulani amesema, nyingi tunazitupa katika sekunde hizo kwa ajili ya pumbao tu na mchezo. Lau engejua mmoja wetu uzito <coughs> akhera, basi engecheka kidogo na angelia sana lau mmoja wetu ingejua thamani ya kukubaliwa amali yake, ingelia ili ikubaliwe, kwa sababu amali ya mwanadamu ina hali mbili: kukubaliwa au kurejeshwa. Na hiyo ambayo ishafanywa huko nyuma, nayo ina hali mbili, athubutu au ilihbat, iendelee kubaki au iporomoshwe kwa dhambi tuyoporomosha amali. Kwa ajili hii, ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anatakiwa ajipinde na afanye himma na bidii ahakikishe kwamba anaitengeneza akhira yake na anafanya bidii kubwa. Al-i'tikaf ni neno la Kiarabu hilo, asili yake al-ukuf. Nini maana al-ukuf? Al-ukuf, ndugu zangu Waislamu, luzumu shay, kukilazimu kitu. Kama itakuwa mahala fulani umepalazimu au kitu chochote umekishika ukiwachi, umedumu nacho, ilo neno ndilo linakuja al-ukuf.

mumeyafanyia luzum hamtaki kuondoka hapa, mnayaona yana thamani sana, haya masanamu yenu. Hebu nambieni ni kitu gani haya masanamu ambayo nyinyi mmeyafanyia lukufu? Kwa hiyo neno akifun ndio limetengeneza neno al itikaf. Al itikaf, ndugu zangu, ni amali tukufu, ina thamani na ina fadhila kubwa, na kwa hakika alitikaf ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam.

Enyi wawili Ibrahim na Ismail, isafisheni nyumba yangu kwa ajili ya wale ambao wanafanya tawaf na i'tikaf na wanaoruku na kusujudu. Imaana ya kwa kwamba nyumba isafishwe kwa ajili ya watu kama hawa ambao wanahuisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'takifuna umetajwa na pia Allah katika ayati za siyam, akaja akawaambia Waislamu, wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fi masajid, wala nyinyi Msistarehe nao hawa wake zenu ikiwa nyinyi mumo ndani ya itikaf katika misikiti. Msifanye kitendo cha ndoa. Kitendo cha ndoa kama ambavyo kinaharibu siam basi pia kinaharibu ile li itikaf. Na ama katika sunna imekuja, mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ile itikaf yeye ye, na masahaba wa wake walifanya naye na wake zake wakafanya baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ama alijma, makubaliano anavyoni ni kwamba zaidi ya mmoja katika maulama wanasema kwamba jambo hili ni mujma'un alayhi, yani limekubalika mbele ya ulama wote. Sasa, e i'tikaf katika lugha tunajua ni kukilazimu kitu kadumu nacho. Kisheria nini maana e i'tikaf? wanasema ni luzumu masjidin li ta'ati lahi taala. Yasikilizeni hayo ya maneno ili yo taarifu au hiyo definition tuifahamu uzuri, kwa sababu siku zote taarifu ndio inakiweka wazi kitu kwanza neno luzum, pili masjid, tatu litaati llahi taala. Haya mambo matatu kila mu'takif anatakiwa ayajue. Luzum huu ulazimu msikiti, ina maana kama umetiania ya kufanya i'tikaf, e basi usij ukatoka nje kwa sababu ya simu, kwa sababu kuna jambo fulani limekubidi utoke. Naam, yako mambo ambayo hata sheria ya Uislamu inapendelea mtu atoke na inapendelea sheria kwamba mtu huyu ayape kipaumbele hayo kuliko itikafu yake. Kwa mfano, mama yake anaumwa, mtu anaweza akawa anaumwa mzee wake, ikabidi atoke. Hali kadhalika, jamaa yake wa karibu anaweza akawa ana hali si nzuri ya kiafya, ikabidi atoke. Lakini kama ni rafiki tu ambaye si lazima utoke msikitini, au maziko ya mtu ambaye si wa karibu hutokuwa kwamba umevunja udugu kwa kukosa kushiriki maziko hayo, usije ukaivunja i'tikafu ukatoka. Neno luzum ni neno ambalo linaibana nafsi, ni neno ambalo linamaanisha, kumbe i'tikaf ni kujifunga, ni aina ya kifungo ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Luzumu, kulazimu masjid, msikiti. Na hilo neno pia linatakiwa lieleweke kwamba kumbe kinachokusudiwa ni msikiti. Luzumu dar haingii mtu kailazimu nyumba yake, akasema anafanya itikafu mle mle mwake, hilo jambo haliingii katika vipengele vya itikafu. Pia wanasema luzumul madrasa, kuilazimu madrasa. Mwingine akaona madrasa hapa panasomeshwa dini na kheri nyingi zinapatikana katika madrasa, kwa hiyo umu mtu fanye itikafu. Yetu haitofaa katika majengo ambayo yametayarishwa kitaaluma, anaita rubut. Sehemu kama hizi pia hazifai kwa sababu si sehemu ambazo zimekusudiwa kwa ajili ya itikafu. Sasa kuna jambo linaloitwa aluzla. Aluzla ni mtu kujitenga. Naam, kujitenga ni tofauti na alitikafu. Alitikafu huwa kuulazimu msikiti, lakini kujitenga inawezekana ikawa ndani al al ya nyumba al-uzla. Aliyebaki nyumbani akailazimu nyumba hatoki, huyu anaitwa mutazili. Aliyebaki msikitini akawa amejilazimisha kuwepo kiibada, hatoki. Huyu ndio mu'takif mu kwa tuna watu wa aina mbili tofauti, tuna mu'takif mu na tuna mu'tazil na maneno yote mawili yako katika wazni wa muftail. Mu'tazil mu kajitenga na watu, yuko nyumbani. Mu'takif mu kaulazimu msikiti, nyumba ya Allah, azza wa jalla, kwa lazima iwe ni msikiti. Sasa ikiwa i'tikafi na khairi hususan kumi la mwisho, je, i'tizal mtu kujitenga na watu akabakia nyumbani kwake, labda akawa anatoka kwa ajili ya sala za jamaa tu, na pengine msikiti umo ndani ya ukuta wa kijiji chao. Maana inawezekana watu wametengeneza kama kijiji, yes. Watu wa familia wana fensi kubwa, umo ndani umo msikiti, wamejitenga, na akitoka msikitini mtu amebaki nyumbani. Hali uzla vipi? Hali itikaf tu shaidwa thamani yake ndani ya nyumba ya Allah azza wa jalla. Al uzla katika nyumba vipi nayo? Aluzla katika nyumba ni kwamba ina hali mbili. Hali ya kwanza, rajulu yahafu ala nafsihi min afitna, ni mtu ambaye anayehofia nafsi yake kutokana na fitna zilizoko. Fitna zimekuwa nyingi, yawezekana zikajazama zikatawala, na ikawa mwanadamu usalama wake ni kubaki ndani ya nyumba yake. Na hata imekuja hadithi ya Mtume SSala kwama imekurubia mno kujazama ambazo mali bora ya mtu ni wale mbuzi na kondoo ambao wanawafuga katika vilele vya milima. Kwa nini kama mali bora hiyo? Kwa sababu ndio itampatia maziwa atakunywa, na atakuwa anachinja mmoja mmoja kule, na wanazaana wale anakula, lakini yuko mbali na jamii ambayo imejaa fitna na inampotoa. Zinakuja kutokezea baadhi ya hali kama hizo katika baadhi ya maeneo, au katika baadhi ya zama. Sitakuja zama pia hatari itakuwa kubwa zaidi na wanasema hususan mtu huyo akiwa qalilul ifada sari'u ta'athur, ni mtu mwenye sifa mbili zote pungufu. Ya kwanza qalilul ifada ni mchache wa kufaidisha, yani hana elimu msimfanyaji dawa halafu, sari'u ta'athur, haraka kuathirika, yani fitna zinamsomba haraka. Kuna watu ndugu zangu ni majabali ya uthibiti hawayumbishwi na fitna zozote, fitna hazimyumbishi

kitawi hichi kinaweza kikawa kiko kinyume na shina lake, kwa utafauti wa hali, hali zimetofautiana. Sasa ndio inakuja al-uzla al mtu kujitenga, kujitenga kwa makusudio maalum, kwa kuikwepa fitna na kuilazimu nyumba yake, na ili tokea masahaba radhiyallahu anhum walijitenga kwa sababu ya kuhofia fitna, na ikawa mtu amekaa mbali. Sasa wanasema ikiwa luzumu lmasjid. Je, ikiwa luzumu lmusalla, mtuka ulazimu musalla. Almusalla ni sehemu ambayo pengine hapasaliwi sala za jamaa, ni kijengo kimejengwa, kiko barabarani, watu wanapita, tena katika maeneo ambayo hakuna majumba, hawaishi watu, wanahitaji watu kuwa wanasali, pengine ikiwatokezea muda wa sala, kwa ni sehemu ambayo sala haisaliwi jamaa, pengine hapa adhiniwi. hakuna sala tano zinasaliwa, baadhi ya salawati tu katika nchi zilizoendelea unakuta kuna musalayati nyingi, hata katika maeneo ambayo pengine kuna maofisi unapatikana wa musalla sehemu sehemu, kama hizi katika airport, wakati mwingine. Sasa musalla ni tofauti na almasjid. Almasjid ndio sehemu ambayo inahusu na inahusiana na itikaf, kwa sababu Allah amesema, wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la pili tumeliweka wazi katika taarifu yetu. Tumeanza na neno luzum tukaja katika masjid. Musalla sio masjid. Na jambo la tatu katika taarifu ni ta'ati Allah. Iwe mtu yuko msikitini kwa ajili ya taa. Usije kuwa yuko msikitini akakosa mahala pa kulala, wewe akaamua ajenge makaazi msikitini, lakini maksudio yake sasa siku lazima msikiti kwa ajili ya taa, bali maksudio yake ni kwamba vipi yeye atapata makazi sehemu ambayo atatia story, mazungumzo, atapokea watu wazungumze, wageni mbalimbali. Ina maana kwamba jaala almasjid li ghairi ma buniya lah, kaufanya msikiti si kwa ajili ya lengo ambalo umejengewa, yeye kafanya ni sehemu ya mazungumzo. Ni kweli hadithi inayosema alkalamu fil masjid yaakulu alhasanati kama taakulu naru alhatab, ni hadithi dhaif, mema msikitini yani Mema, kama moto, tunayo mazungumzo kwamba zitakuja zama watu watafanya mazungumzo yao ndani ya misikiti yao. Allah, wale wote ambao wanafanya i'tikaf wajue kwamba maksudio ya i'tikaf ni taatullah azza wa jalla, na hasa itakapokuwa itaka ni ile taa inayohusu matendo ya ukuruba baina mja na Mola wake kama vile tilawatul Qur'an, dhikri, salawat, istighfar, tauba. Wanasema haya ndio yawe mengi zaidi kuliko hata darsa mbalimbali, hususan darsa ambazo zikawa hazina mahusiano na kuijenga ile itikaf. Kwa mfano darsa ya tafsiri inaweza ikaijenga itikaf. Somo la itikaf lenyewe ndio linaitengeneza itikaf na masomo kama haya ambayo yanahusu ibada husika au yanahusu kulea nyoyo, lakini zaidi iwe katika amali ambazo baina mtu na Mola wake. Sasa somo la nahwu tena watu wakaanza kusomeshana ndani ya Ramadhan na sarfu katuake, na balagha na masomo mengineyo, ingawaje yana faida lakini si wakati wake. Ya itikafu zaidi ipo katika ta'atullah na alqurbu allati tukaribu al'abda la min Allahi zulfa, yale mambo ya ukaribu ambayo anamweka zaidi mja na Allah subhanahu wa ta'ala yale ndio ambayo hasa yamekusudiwa. Kwa hiyo talabu alilmi katika ile itikafu, watu wakaanza kufungua tena vitabu akasomeshana mirathi na mambo kadha wa kadha, ingawaje ni mambo mazuri hayo, lakini hayahusiani sana na mu'takif. Mu'takif kwa muda mchache kaja katika service ya moyo wake ndani ya siku kadhaa hizo, kulea moyo katika upande wa roho na kumweka karibu na mula wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hayo ndio ambayo ni muhimu sana na angalia, taarifu imekuja luzumu masjidin, lazimu msikiti wote ule. Masjidi ni nakira bila alif wal lam, na hii inaonyesha kwamba msikiti wote itafaa kufanya i'tikaf, misikiti yote duniani. Muhimu ni misikiti isiwe musallayat, isiwe madaris, isiwe rubut. Rubut ni wingi wa neno ribat, yani sehemu ambayo watu wamejenga ome... kama ni kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya isiwe katika zawia humo mote hamuna i'tikaf, wala isiwe katika al-maqsura. Al-maqsura pia haifai kufanywa i'tikaf ndani. Al-maqsura ni nyumba ambayo imetayarishwa, ni chumba ambacho kimetayarishwa ndani ya nyumba kwa ajili ya sala hususan za watu ndani ya nyumba, kama kina mama. Ikiwa kimehusishwa chumba maalum kwa ajili ya ibada ndani ya nyumba ni jambo zuri na lilifanyika azama za sahaba radhiyallahu anhum

Mwanamme mwenye janaba ambaye hakutia udhu anafaa kukaa katika al-maksura, hali kadhalika katika al-musalla, alimradi vinavyotenganisha baina msikiti na maeneo mengine basi <coughs> vile vitazingatiwa kwamba maksura sio msikiti na wala hizo rubut tulozitaja na zote hizo sio msikiti.

na wao wamekumbuka, wewe umesahau. Akamkosoa katika hukman na katika upande wa riwaya. Yani katika hukumu ameonyesha kwamba wale wamepatia zaidi kuliko wewe, na katika upande wa riwaya wao wanawezekana wamekumbuka zaidi na wewe umesahau, ulichokinukulu kina makosa ndani yake. Na maulama wanasema hata kama hadithi hii itakuwa imethibiti, tuichukulie manake imethibiti, basi itakuwa la atikafa tama ila fi masajidi thalatha Hakuna itikafu kamili yenye ujira mkamilifu zaidi isipokuwa katika misikiti mitatu. Na wakati mwingine sheria katika Qur'ani au hadithi kinaweza kikakanushwa kitu, lakini haijakusudiwa kukanushwa chote, bali umekanushwa ukamilifu. Ni sasa anakusema, wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min, wallahi hajaamini wallahi hajaamini wallahi hajaamini. Akaulizwa, man huwa ya Rasulullah? Akasema, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ni yule ambaye jirani yake hasalimiki na vitimbi vyake na sharia yake. Sasa huyu mtu si kwamba si muumini, lakini imani yake pungufu. Mtume anakusudia wallahi la yuminu imanan kamila. Ni mara nyingi sana mtume hukanusha jambo na akakusudia kukanusha ukamilifu wa kile kitu, na ndio maana wakasema kwamba uu udhu hausihi bila bismillah, ikimaanishwa kwamba udhu kamili yani imekuja la udhu liman lam yusammi la, eh, hana udhu kwa yule ambaye hajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini si kwamba imekusudiwa hausihi, bali imekusudiwa haukamiliki. Kwa hiyo vitu vingi mtume anavitaja, hususan uwanja wa imani, anasema hakuna imani, hakuna imani, hakuna imani kwa mwenye sifa kadha wa kadha, akikusudia hakuna imani kamili kwa. Na hapa napo, itikaf kamili, tunaelezwa kwamba imo ndani ya misikiti mitatu, ikiwa imethibiti hadithi hii lakini hata kama haikuthibiti inajulikana kwamba misikiti ile kama ilivyokuwa ina ubora wa ziada katika salawat basi pia ina ubora wa ziada katika kila aina ya amal ikiwemo itikaf. Si sawa atakayefanya itikaf katika Masjidul Haram ukimlinganisha itikaf na yule atakayefanya katika misikiti mingine. Halafu hoja nyingine kubwa sana ya kuonyesha kwamba misikiti yote inafaa itikaf ni kwamba mtume anahutubia umma kwa ujumla wake

kwamba unatajiwa kile kitu maalum unachokielewa. Sasa kwa hapa tukisema la ahdud dhihni, kwamba inakusudiwa ni misikiti ile mitatu, kwamba akili ya mwanadamu inatakiwa iweshaelewa kwamba la alif lam hiyo inaturejesha kule. Basi tambwe kwa pihoja, mbona haikutajwa nyuma hiyo misikiti hata turejeshwe tena katika misikiti hiyo? Al alif lam itahusu misikiti yote, na hiyo ndio asili ya khitabu shar'i, mazungumzo ya kisheria. Kwa hiyo tunasema kwamba hayo ni maelezo ya ulama yenye nguvu sana katika kuthibitisha kwamba msikiti wowote itafanya itafaa, itafaa itikafu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe himma na bidii ya kuchunga muda wetu na kuutumia vizuri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.